Hata hivyo maswali chungu nzima yameibuka kuhusu kisingizio cha rais kuwa kufutwa kazi kwa Muturi ni kutokana na uzembe. Emmanuel Toa anaangazia hulka ya rais kuendelea kuwabadilisha majukumu ama hata kuwapandisha ngazi anaowapiga kalamu. Kwa kawaida mfanyakazi mzembe hupigwa kalamu, lakini sivyo kwenye serikali ya rais William Ruto. Wengi hubadilishwa majukumu ama hata kupandishwa madaraka. Jumanne usiku rais William Ruto aliyekuwa na kikao cha mankuli ya iftar na kundi la waumini wa, wa Kiislamu akitangaza tena kwamba aliyekuwa mwanasheria mkuu ambaye sasa ameondolewa kama waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi alikuwa ni miongoni mwa waliokuwa na laza damu kazini. Usemi huu wa Rais Ruto ukiibua maswali kemkem -kem, ikiwemo kwa nini rais alimpa kazi nyingine ya uwaziri jamaa ambaye anasema alikuwa mzembe? Je, Muturi aliacha kuwa mzembe alipobadilishiwa majukumu? Na je, rais ana anawazembe wangapi kazini kwa sasa ambao hajawataja? baada ya kumfurusha ofisini pamoja na mawaziri wengine mnamo mwezi Julai mwaka uliopita kutokana na shinikizo la vijana wa Gen Z, Rais Ruto alimrejesha tena Muturi kwenye baraza la mawaziri kama waziri wa huduma kwa umma katika mabadiliko ya serikali ya wiki iliyopita. Katibu wa mawasiliano profesa Edward Kisiangani, ambaye baadhi ya wanahabari wanashikilia alikuwa mnyanyasaji, alielekezwa kwenye baraza la baadhi ya waliofutwa kazi ambao ni washauri wa Rais waziri wa zamani wa mawasiliano Eliud Owalo na aliyekuwa waziri wa biashara Moses Kuria pia nao walitajwa washauri wa Rais wa baada ya kutimuliwa kuwa mawaziri. Na alipoulizwa kwa nini aliwafuta kazi na baadaye kuwarejesha baadhi ya mawaziri ambao Wakenya walikuwa na atiati kuwahusu, Rais alikuwa na kigugumizi. Let me answer it this way. It was necessary to have a fresh start. Because as I told the people of Kenya, we are going to have a broad-based government and we are going to have a fresh start. Wengine waliorejea serikalini baada ya kuambiwa walionee pa baraza la mawaziri ni akiwemo waziri wa zamani wa afya Susan Nakumicha ambaye sasa anapasha misuli moto kabla ya kuwa mwakilishi wa kudumu wa Kenya katika shirika la UN Habitat Nairobi akitarajiwa kujiunga na waziri wa zamani wa michezo Ababu Namwamba, aliyekuwa waziri wa kilimo Andrew Karanja anayepunga unyunyu Brazil, anakohudumu kama balozi wa Kenya, na waziri wa zamani wa jinsia Aisha Jumwa ambaye sasa ni mwenyekiti wa bodi ya barabara nchini, licha wahandisi kumkataa kwa kukosa mashiko ya majukumu hayo alipowapa kandarasi ya kuhudumu mwaka mmoja unusu uliopita. Ruto alilalamikia kwamba baadhi ya mawaziri wake hawaelewi majukumu yao. Tuangalie taarifa zingine ambapo kizaza kilishuhudiwa mchana wa leo pale Wakenya wenye ghadhabu